udi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim babaye, maana wale wa Filisti walikuwa wamefunika baada ya kufa kwake Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuatana majina aliyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde wakapata kisima cha maji na wanaovibujika wachungaji wa Gelali wakagombana na wa wachungaji wa Isaka wakisema maji haya wa ni yetu. Ndipo akakiita jina lake kisima Eseki. Mwambie mwenzako Eseki kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na wa hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakigombania, akakiita jina lake Rehobos, akasema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Mambe mwenzako Rehobos, mamb mwenzako Rehobos, mambe mwenzako pia, kale mwenzako Rehobos, mambe Mungu amenifanyia nafasi nambaalaboraza kukaa mkae, lakini nataka uturizi na, na Mungu. Bwana asifiwe kwenye hili kitabu cha Mwanzo la ishirini na sita kuanzia aya ya kumi na nane kuna habari njema tamani uione na unisikilize hapa. Kuna habari za mtu mmoja anaitwa Isaka. Isaka alipokuwa na njaa katika nchi nyingine ambayo alikuwa anaenda, ilikuwa nchi ya Misri, maandiko tabia Mungu akamwambia arudi nyumbani kwake, kwa baba yake, kama vile ambavyo unaweza kutoka hapa ukaenda labda Dumira au ukaenda Mlogolo au kaenda uko mbali au Dar es Salaam, alafu Mungu akatokea akakwambia urudi hapa hapa mahelo au ma, mahelo ya kwamba mahelo kuna jambo lako. Kwa hiyo Mungu alimtokea mtu anaitwa Isaka akamwambia rudi nyumbani, mambia mwezako nyumbani kumenoga, kaambia rudi nyumbani kwa sababu nyumbani ndipo ambapo niliweka hazina, nyumbani ndipo ambapo niliweka fursa. Maisha Isaka, ya Isaka alikuwa maisha ya njaa aliingia kwenye nchi ya njaa yakawa mateso. Mungu akampa maelekezo ya kurudi nyumbani kwao, na dimanatwambia alivyorudi nyumbani kwao akakuta zile hazina akakuta zile fursa akakuta nafasi, vile vitu ambayo Mungu alimwandikia kama baraka. Aliporudi nyumbani, Mungu alimwambia kuna visima ambavyo Ibrahimu alivichima, na maandiko naniambia aliporudi akakuta vile visima havionekani kwa sababu abui amevfunika mwambie, mwenzako adui amejifunika maadiko natuambia adui alipokuwa amefunika, manaake miaka nenda rudi, Ibrahimu alipokuaisa kufa abui wakajua Isaka maisha yake yatatoka kupitia visima hii kwao, kwa kufanya hivyo vile visima wakalifunika. Aleluya! pakaifunika alikuonekana, lakini maandiko ananiambia Isaka alihurudi Nikode, anakuta maadui wa Filisi wamefunika visima vyake. Huyu mtu anaitwa Isaka hakukaa mahali akasema, vio visima vyangu wamefunika, uchuli wangu umekwisha. Hakukata tamaa, akajua kabisa iko nafasi nyingine. Maandiko ananiambia Isaka akajitia moyo, akaona, akafukua visima. Adui akuchoka, shetani ni king'ang'anizi wanaokutafuta kukumaliza ni wanganishi. Maaniko nanambia akaenda vile visima akaifukua. Biblia atuambia alipofukua kisima cha kwanza, maadui wakumwacha mara ya kwanza, vile visima walifunika havikuonekana, lakini Mungu akafungua macho, akaambia Ishaka, hivi visima ili utoke lazima vichumbue. Alipochumbua kisima cha kwanza, maaniko atuambia maadui wengine wakainuka Haleluya, maadui akanyuka. Maandiko ananiambia maadui waliponyanyuka, wakagombania vile visima. Mtumishi wa Mungu hisaka alituma watuma wake wakachimba kisima, alitumia gharama, alitumia uwezo waliokuwa nao, akaachilia watu waende kuchimba visima. Alivyochimba vile visima, maandiko anatambia bado adui akayua watu tokea dolari

Huyu jamaa katamaa akasema, nawasia, akaenda tena kwenye kisima kingine cha pili, akachimba kile kisima. Angalia maisha jinsi alivyo, kisima cha pili ambacho kilikuwa hata maana atokee hapo, maisha yachanulia hapo, alipenda kusima kuchimba kisima cha pili ambacho bahati ambacho adui naye akainuka tena. Fursa ya kwanza ilizibwa, fursa ya pili iliwekewa iligombaniwa ilipiganiwa, lakini mtu anaitwa Isaka hakukata tamaa, maana sema kile kisima cha pili akakita kisima akasema k okay, nawaachia tena hiki maliko ananiambia akaenda mara sehemu nyingine akachimba kisima kingine. Alipochimba kisima kingine mambo yamezako, maadui hakuweza kushindana naye tena. Pia Bwana Yesu fire

tena kwenye kisima kingine wakamsaka kukata tamaa, akasema sawa, ninajua jambo moja tu, ninaelewa jambo moja tu, ya kwamba Mungu anatengeneza nafasi tena, anatupa nafasi nyingine tena, kuna sehemu ingine tena. Ndugu yangu, kisima cha kwanza sawa, ninakiacha, kichukue tu, ninaenda mara ya pili. Akaenda sehemu nyingine, akachimba kisima kingine, maadui wakaja, wakasema, wakagombana, wakasema sawa, akachimba kisima, huyu jamaa anaita Isaka alikuwa na mtazamo wa namna ajabu sana. Saa saba akasema sawa, endelea. Akasema sasa, mmegombana na mimi, kuna vitu vingi mnaweza, kuna nguvu zilizokuwa nazo kama alikuwa naomba masaa mawili, akaomba masaa matatu, sasa na akagombana, akasema sawa, mnajua sehemu ya kupiga pasuli, mnajua sehemu ya kushinchi, akasema endelea kugombana. Akasema sasa ni ongeza masaa takija kuomba kama nilikupa sadaka fungu la kumi, tena naongeza sadaka inaongeza maombi tena. Akasema sasa ninajipanga, akaenda akajipanga, akachimba kisima cha tatu. Maandiko anasema maadui hawakugombana naye tena, sema maandiko kwa kisima ya Yesu. Nisikilize, maadui zako wanakutesa kwa sababu kuna viwango vya ujaingia. Maadui zako wanakusumbua kwa sababu, maana kuna revu ujaingia. Kuna mahali ukicha ingia mwanangu, maadui hawezi kuja tena. Wamekonea kwa sababu umekata tamaa, wamekonea kwa sababu hukucha uni Mungu wa nafasi ya pili. Jambo lako linapoharibika la kwanza, sio kama Mungu amekuacha. Unapoanguka zambini, sio kama Mungu amekuacha. Unaamka zambini, unajihukumu ni mchafu tu. Hapana, iko nafasi ya pili. Jioni leo, Mungu Mungu nafasi ya pili. Hebu usikae kamatuka, umfata Yesu. Ni kweli kabisa, ulikuwa malaya, uliokoka. Baada ya kuokoka kale kijana akakwambia, kasema, ukaitika, ukarudi, ukakumbuka mapito ya zamani, umeanguka tena, kasema, kama ndio hivi mimi siwezi. Umejikatia tamaa, machozi yanatoka, ukiona watu wanaenda kwao unatamani, unatamani kurudi ibadani, unatamani kupata ile furaha ya upofu lakini kwa sababu ya dhambi moja tu umejikatia tamaha, umekataa tena. Watabishaji wamekwambia wewe kwa tutangalia ujaokoka. Lakini baka ni kwambie cho, Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Kuna visima vimeharibika, kuna visima vimegombaniwa, lakini Mungu ametengeneza reho. Basi baadaye mwanza kuleo koshi, baadaye mwanza kuleo koshi, Mungu ameutenga tena amekutengeneza nafasi ya pili. Je, masi tushima na Yesu. Haleluya, haleluya! Hata waatanzania Mungu, ni Mungu ambaye hawezi kuchoka. Mwanadamu anaweza kuchoka, Mungu hawezi kuchoka. Mwanadamu anaweza katia tamaa, Mungu hawezi katia tamaa. Mwanadamu hawezi kutenda, Mungu anaweza kutenda. Mwanadamu anaweza kusema ana kusaidia jatosha umasikini, aishi sikiriza, Mungu kwa anakuangalia, nafasi ya pili anakutazamatana, hawezi katia tamaa. Umelima hapa umefeli, umefanya biashara hii umefeli, umeepo ukasema, ah, sijui utaji wanakuacha. Nisikilize, unahitaji moyo kama washimba, unahitaji kutupia nguvu kwa Bwana. Kama ni safari, ndo inaaza sasa, ndo safari imeaza, ndo safari imeaza. Sema kwa jina ya Yesu. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Kuna jambo lako linaweza kuharibika, Mungu sio kwamba amekatia tamaa. Inawezekana umejaribu kulima kila kilimo hautoboi, umefanya biashara. Nisikilize, kuna nafasi itafika, kuna jambo utafanya mpaka dunia itashangaa, kuna mahali Mungu atakupeleka wanadamu anasema ndo huyo ametoka, ndio Mungu amenipa neo basi, amenipa ametengeneza nafasi, kwa jina la Yesu.

busara akasema hapana. Eo, mnajua bali za Samsoni. Samsoni maadui walifanikiwa, walimtoa mwanamke anaitwa Dalila wakasema, ana Dalila mbembeleze mweke magotini Samsoni akabembeleza, akatoa asiri ya nguvu zake, wakaana usibidi watuambia maadui wakafanikiwa, wakamnyoa nywele zote, wakaja wakamtogoa macho, wakamwingiza gerezani, wakaanza kumdhihaki. Samsoni akiwa nalia peke yake

akashika nguzo kubwa akasema Mungu nilipizie kisasi wakati huo. Baada ya hapo wanasema wakaanza kumcheka, anasema "ee jamaa amechanganyikiwa", wanasema "kipofu huyo", wanamcheka, wakamwambia kuna wakati ambapo unaanza tena upya, unaingia kia nyingine, watakuambia huyu ndo wa kufauru, huyu tena wanakucheka. Walikuwa wanamcheka Samsoni, akasema "amunitue, subiria" katikati ya kushika nguzo, akashika nguzo, akashangaa anika kwanza papijamaoe sikueli anatikisha maalim anasema uz kamka walikufa watu ambao Samson hajawahi kuua. Mungu alimpa nafasi ya ngapi? ya pili. Nisikilize, Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Kuna watu hapa wamejikatia tamaa, shetani mawapiga watoto wao eni shule, maisha yamekuwa maisha ya kimaskini mpaka leo, hawaoni furaha ya uku mpaka leo

Leo, sema leo, kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe, mwambie mwanzo, mimi mwamba sikate tamaa. Leo ni mwanzo mpya, leo ni mwanzo mpya, leo ni mwanzo mpya, leo ni mwanzo mpya kama vile ambavyo Israeli walikaa utumwani miaka mia nne thelathini lakini kuna siku ambapo Farao walipiga mapigo mengi akasikilizia akasema, siachii. Lakini kuna pigo moja tu na wazaliwa wa kwanza wa kuchinja. Hilo pigo lilimkasirisha Mungu, akamwambia kwenye Kutoka kumi na mbili akasema leo ni mwanzo wa miezi kono, ni mwanzo ma, majira mapya yamefunguliwa. Abia aliwatesa muda mrefu, abia aliwaonea wachao, aliwaonea. Leo ni mwanzo wa miaka kwako, leo ni upya. Leo naanza upya, leo naanza upya, leo naanza upya. Hebu nipaifai mwanangu, nipaifai mwambe, leo ninaanza waposhavaleni kwa jina la Yesu. Leo tunaanza upya maadui zako wamekutesa, vimetosha. Wamekunyang'anya uchumi wako, inatosha. Wamekuibia mume, vinatosha. Leo tunatangaza mwanzo mpya. samabel masimaeso sama inekesamabedisomassama samsama itomalesomako oli mwaso

kwa sababu likata bidhaa tuambia, mwenye haki huamka mara saba, akainuka akaondoka tena. Unaamka mara ya kwanza, Yesu anakuinua. Mara ya pili, Yesu anakuinua. Mara ya tatu, Yesu anakuinua mpaka mara saba. Usifurahi adui yangu, nichapoanguka nitainuka tena, nichapoanguka nitainuka tena. Usifurahi juu yeah. yeah.

Msikilize kijana, Zakaa unavuta bangi, mi naelewa unavuta bangi, lakini wewe sio zaidi ya Paulo aliyobadilishwa. Unaweza ukabadilishwa leo leo, bangi ikaondoka. Sema ani kwa jina la Yesu. Msikilize, Yesu anahitaji moyo wako tu, si kingine, sio kwa sababu unatabia mbaya. Hapana, anahitaji moyo tu. Ukimpa moyo, mambo mengine mwachie, atabadilisha yeye mwenyewe, anabadilisha mwenyewe. Maandiko anasema yeye anabisha hodi atakayefungua, ukifungua tu basi kazi. Maisha anafanyaje? anakula na wewe, anakaa ana na wewe, anaenda ana na wewe, anakubadilisha, anakupa nguvu tena. Yesu anahitaji moyo wako tu, sema samaw Mnamsikia mtu anaitwa Daudi. Daudi alikuwa mfalme kipenzi cha Mungu. Ubinadamu kampitia, watu wake vitani, anaputa ghorofani, akamwona mrembo, akasema yule ananimaliza. Mwaliko wa Shetani akamjaribu, akaenda kwa mrembo, wala semalivazavule mrembo, dhambi ikaingia nbana kwake wanaosaka kutuma na nabii kumwambia uje kwa si sawa. Daudi alipogundua amekosea, akasema Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Akaingia katika karume, akafunga na kuomba, akasema Bwana, nirejeshee. Kwenye ile Zaburi hamsini na moja, ndio ilikuwa toba yake. Anasema Bwana, naomba nirejeshee furaha ya wokovu. Inaomba Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Akaomba tena nafasi nyingine. Mungu akampenda, akamfanya kuwa Yesu, mtu aliyekuwa ksini, Mungu nafasi amempa nafasi nyingine. Mwenzako, Mungu ni Mungu wa nafasi nyingine. Bwana asifiwe. Usikatie tamaa, umefanya biashara

mpaka kutoka maruni pe Yesu anakuita shoni leo. Nisikilize, kuna mwanasiasa mmoja simtaji, alipigwa risasi kipindi, kwa hospitali watu wanashuhudia akiwa ametoka damu na risasi kila mahali, akageuka akaambia, kazi imeanza, akasema kazi imeanza. Wewe mwanasiasa, nafikiri unafahamu, mpaka leo upo upo Yupo anadunda, kazi imeanza. Madaza, kazi imeanza. Usikatie tamaa, mama, Mungu anakuangalia kwa jisatutete. Mnamkubuka mwana mpotefu mwana mpotevu aliomba urishi, akaenda kazini, akamaliza mali, akasema alipozingatia zingatia moyoni, akasema sawa, mimi sina nafasi tena, nitaenda mtuma, lakini nitarudi kwa baba yangu, nitarudi kwa baba yangu, nitarudi kwa baba yangu, mambo azakontarudi kwa baba yangu. Baba yako ni baba yako tu

alikuwa Jaorewa, alikuwa mtumishi mku lajaorewa. Aliporudi, alipokuja a mhubiri mwanaume, alikuwa na familia akaiacha. Baada ya pale, shetani akawaingia, ndio ikavunjika, wakaingia kwenye mahusiano, yule mhubiri na mhubiri mwenzake, wakatina damu mbaya, wakasambaratika walikuwa Marekani, wakaamia nchi nyingine, wamedharirika huduma ipo tena, umasikini mwatesa wamekaa chini, maisha magumu, vyombo vya habari vimewatangaza kila mahali. Ayubu, hadisa, akiwa amepoza, akiwa maa, pita, ni dhalau ni Ayubu. Mtu mmoja anasema huyo kwenye hadithi anasema kafa ilikuma akiwa amepuza akiwa amekata tamaa, akawa anapita kanisani, akawa anapita kanisani taratibu, akiwa kanisani analia, anajua kama Mungu atamsamehe tena Amasema akasikia wanakwaya wanaimba katikati, ule wimbo, mungu akamwambia, mwanangu, nimekusamehe rudi kaza ninyukuma akatnakabasa akarudi mchini kwake, wakamwambia mchini kwake, huyi mtalikuwa mzinzi hakuwa mtumishi, wakamdhalau wakamtukana, akaanza huduma wake ni inuka tena kwa namna ya ajabu, akagusa maisha watu ya watu. Mtu aliokotwa leo na jana, mtu aliokotwa leo na inuka. Nisikilize, usikatie tamaa. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili, tuone kwa macho. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili, usikatie tamaa kijana. Uwezekano umekuwa nani? Wazazi wako ni maskini au Yatima, umekaa tu unakunywa pombe, hauna matumaini tena, pena kama mungu tu akujari? Hapana, hapana, Isaka alijua kabisa Mungu na nafasi wa pili, akaenda kachimba cha kwanza gombania, wakamvuruga lakini, akaenda cha tatu ogohe, akarejwa kisima biskirizi. Mungu ni mungu wa upendo anakupa nafasi ya pili. Yesu anachokitaka ana ni moyo tu, ni moyo uliokusudia Mungu atakurejesha.